Anafanikiwa kumwacha wa kwanza Feisal. Iddy Nado, Iddy Nado, pasi ya kumtafuta. Iddy Nado anakwenda kupokezana kwenye jukwaa kuu, ndoto ambayo doto alikuwa anaiota kwa kipindi kirefu. Pasi ile ambayo ilidondoka nyuma, ikamkuta Feisal Salum, feti wote Abdala Feisal, akaiacha pasi nyingine kwa Iddy Nado Akatana kwenda kuchagua wapi pa kuweka ule mpira, alizunguka kidogo, akapoteza uelekeo mlinzi wa KMKM. Iddy Nado anaweka mpira ndani ya net kuwapa utangulizi Azam FC. Iddy Nado kwenye nafasi tena, kwenda kujitafutia mwenyewe, aishia Jephte, Jephte alichofanya new aman komples Zanzibar, zanziba anakifanya tena Azam komples jamazi. Shambulizi ambalo limeanza chini kabisa alipewa pasi na Faisal na ye anaweka pasi bao, Jeff, Tekita, bao, ana kwa Jephte Kitambala bola, Iddy Nado anakamilisha mishen kwa kuandika bao la pili! hey, hey, hey! Muda mfupi tu ametoka, hey, hey, kuchangulia na muda mchache baadaye wanapata bao nyingine, kuongeza nguvu ya ya zaidi. Pascal Msindo weka pas kwa kichwa, anaingia na kugusa mpira. Mohamed Kasim Faisal anapishwa tena, Jephte Jephte

Vipi hapo? Sawa, pasi na shaka kwa Iddy Nado. Iddy Nado pasi ya Abdul Suleiman Sopu alikaa kwenye nafasi nzuri. Iddy Nado akaonekana na Jephte Kitambala, bola pasi ambayo ilimfikia, hakuwa na kazi kubwa ya kufanya zaidi ya kuweza kuweka bao kwenye neti za KMKM maalum cha kuzuia magendo kinashindwa kuzuia mipira minne kwenye neti zao. Yoro Diaby Lusadio, Yoro Diaby neka cross kwenye nafasi, jaribu kuweka heda ile iweji Jephte afunge yeye yeah, yeah, ashindwe. left back Pascal Msindo alitazama Yoro Diabi kabla ya kupiga ule mpira kwa macho wake, alimuwona bwana mdogo akiwa tayari amepita, akadaivu kuweza kufikia ule mpira na kuweza kuandika bao la tano kwa Azam FC. Azam FC tano Kiganja tayari umekwisha kimaliza, wanakwenda kuanza na mkono mwingine ikiwezekana, kama ataweza kufanya hivyo. Kaimara KMKM, jaribu kwa Kaimara imirimao haya, Faisal anamtengea Sopu kwenye nafasi, Sopu Abdul Suleiman Sopu, Abdul Suleiman Sopu katika mchezo huu bao la sita bao! Azam FC wanajili ya pweza gizani, alifanya makosa Kimidimao, kakaa kwenye njia mpana. Mwana mkuta Faisal, pasi nzuri kwa Abdul Suleimani Sopu, kwa kuandika bao la pili kwa kipindi cha pili, bao la sita kwa Azam FC. Msindo mwakurusha mpira juu kutafuta Faisal, bado wanaondoka nao Iddy Nado anamtia Faisal. Faisal Salum anapeleka pina tena kwa Abdul Suleiman Sopu, ajaribu Sopu! Seven Heaven! Wameshindwa kuzuia furaha yao. Namna gani kitu hiki ambacho wanakifanya? dakika tatu zimepita tu tangu Sopu wafunge bao mpaka sasa ni milioni 35 Faisal kwenye asisti nyingine kwa Abdul Suleiman mabao saba ni asisti nne za Faisal Salum alitazama kisha akamtazama mlinda mlango aliposimama akaupeleka mbali zaidi